Ili tuweze kufanya kazi uzurifu aawaza uchunguzi. Mheshimiwa, tunaomba tufikishie ua mheshimiwa raisi pamoja nani, katika kuongeza nguvu upatikanaji wa sheria mpya na rafiki ya uhuru wa habari, ambayo hii ndio kilio chetu mpaka kufikia sasa, ikiwa kila siku tunaambiwa baada ya muda mfupi naweza kupatikana, baada ya muda mfupi naweza kupatikana, lakini ikiwa bado mpaka sasa hivi ni chachu ya kufanya habari kazi zetu za kihabari aomua, waandishi wa habari ndio ni midomo ya wasio na sauti, na wananchi wale wengi, mchana mzima kukaa kwenye redio, kwenye TV, kwenye simu zao, kusikia yale ambayo yametokezea kwenye nchi yao na kuweza kuyafahamu, kwa sababu waandishi ndio ambao wanapasha hizo habari lakini cha kusikitisha tunaona kwamba kwenye sheria yetu ile ya uchaguzi, katika kifungu cha ishirini na tatu bado waandishi wa habari hatuko huru, tuna nyuma zile habari kwenye kile kipindi cha uchaguzi, kwenye kufuatilia, kwenye kufuatilia Wanya... <coughs> <coughs> yale harakati zizo za uchaguzi, kwenye matokeo yale, hata kwenye kule vituo, tunaona waandishi wa habari tunakuwa hatuko. Kwenye sekta ya michezo, lakini tunaona viwanja vingi vimekuwa vikijengwa vikifumika, uh, kwa namna nyingine, si tena kwa michezo. Sasa nitamani kujua mipango ni ipi ya kuweza kutoa maeneo mengine ya kuweza kuojenga vijana kwenye ishu ya, ya michezo kwanza kwa lakini. La pili kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakifanyika ni mazuri, lakini pia yatangazi imekuwa ni vigumu. Kwanza viongozi nyie mmekuwa hamfikiki, hamf hamf kwa wakati pengine mnakuwa Ma, mekuwa marafiki wetu sie mkiwa na shughuli, lakini sisi tukiwa na kitu na ngumu kuweza kuwafikia kwa hiyo hili imekuwa ni changamoto kubwa, kitu unaweza kama nazungumza kizuri <coughs> pengine cha kujeni, lakini nyie kuwafikia imekuwa ni changamoto ili e, nimependa nifiki nifikishe kwa siku hiyo, lakini swali la tatu a, me, a, wosa hapo kwenye ishu ya habari walizungumza, uh, waandishi waweze kutumika, lakini tumekuwa tukiona viongozi wengi mnapoanzisha pengine labda uh, uh, uh, pengine kama kondamana wa na warsha nyingine, tumekuwa tukiona waandishi wengine wakitoka nje ya Pemba, na pengine mmekuwa ukiwaamini hii wakifanya vizuri uh, kukilinganisha na sisi unaweza ukakuta mwandishi wa hapa lakini mkamleta kutoka kule. Mimi nikiona hivyo najisikia vibaya, na siku nyingine sitofanya kazi yako. Utakuwa nakuja kwa moyo mmoja lakini pengine labda a au hakuna basi, sitofanya story. Ndiyo maana wakati mwingine ukaiona, leo leo nifanya, lakini unaona kesho, baada ya kukosa habari viiua, ndiyo basi, nitakutumia ndiyo, natuma hivi

a habari binafsi vimekuwa vinawekwa nyuma sana, zinapotokezea harakati shughuli za kiserikali inikuaaahumo za serikali ndio vinambua kipaumbele moja kwa moja maanake. Halafu vile vingine vinakuwa za binafsi, yaani nitokezee tu. Wakati mwingine unakuta mtu anafanyika shughuli chimu ya ofisi anayofanyia kazi hii ya chumu habari anakuja. Kwa hiyo tunaomba, na pia waheshimiwa sikiliza vyombo vya maneno yao, wanatizama vyombo vya maneno yao. Kwa hiyo aoaa ktono unataka wananchi ambao mnawahudumia ziwafikie, basi vena kutumia vyombo vya maneno yao na kuhakikisha kuwa wao ndio wataweza na anishi kutoka uga maswali yangu ni machache tu, lakini kwanza nipongeze kwa shughuli hii. Tuna dakika tano sawa, ongezi baadaye endeleanakaza alikuwa naogeza mmm, habari za uchunguzi, upatikanaji wa habari wa upatikanaji wa sheria ya habari ni swala ka uamuai, najua liko katika ngazi ya wizara E, na karibuni niliwahi kuisikia mheshimiwa Tabia Maulid Mwita akisema kwamba hili swala liko baraza la mapinduzi maana ili liweze kupita lazima liridhiwe na baraza la mapinduzi ipite kwenye kamati ya makatibu wakuu iende baraza la Wawakilishi kwa hiyo unaelewa kwamba hili swala hivi sasa liko katika ngazi nyingine za utekelezaji ni suala la utekelezaji kwa hivyo kuna hatua lazima lipitiwe akiniingiaaaugiambali binafsi vinawekwa nyuma katika kupewa habari. E, kwa mgungini ukiniambia, inategemea na muktaza au na jambo ambalo na- nataka kuambia, inawezekana na shughuli yangu na ndio livyo, maana hata hata shughuli za harusi watu tunapenda kali, sio na mfuko wangu na uangalie ulivyo, lakini kubwa naangalia na mapana ya chombo ambacho kinatoa habari. Kama habari yangu ni ya kimataifa, najua nikimpa redi jamii mkoani itaishia kwenye kenye mawanda ya mkoani tu, ile radius ya kilomita thelathini. Maana hizi redio za jamii mawanda yake ya kutangaza ni kwenye radius ya kilomita thelathini inavyotakiwa mawimbi ya sauti ya ayailiki, lakini kwa kawaida anatakiwa sizidi radius kilomita thelathini kwa mzunguko. Sasa kama nataka watu wengi zaidi wanisikilize, naangalia chombo gani nichukue. Sasa hii nategemea na muktadha ya matakwa ya mtu ambaye anataka hicho kitu, na hii nakwenda sababu na swali ambayo pia na kauliza hesara, inawezekana nawaalika waandishi, yaani mtu anaandika waandishi kwa mujibu wa matakwa, anataka matangazo yake yafike wapi na wapi na wapi anajua uwezo wa vyombo vyetu vya habari. Mwingine atakuwa na shughuli yake, kwa mfano kama juzi kulikuwa na shughuli kubwa tu Micheweni, lakini anasema shughuli yetu ni ya kidunia. Sasa hatuwezi tukaalika vyombo ambavyo hata hapo Tanzania bara havifiki, havisikiki. Lazima lazima tuwaaliki waandishi wa habari ambao watatutangaza kidunia. Kwa hivyo, huo ndio hutama wa kwenye habari. Anawalika ana, ana, ana, ana watu kwa mujibu wa matakwa yake, lakini pia kwa mujibu wa uwezo wake, kwa, kwa, kwa, kwa mfuko wake.

kwa hivyo inawezekana kwenye ngazi huku za chini ukiw mtu aka, lakini si dhani kama kuna fangamii ukimwenea ukataka takwimu atakunyima. Taku hakuna fangami ambayo tamwendea ukataka takwimu atakunyima kwa sababu takwimu ndio story, takwimu ndio na kwangu mimi takwimu zinamshawishi zaidi msomaji na no msikilizaji kuliko maneno. Ukinipa takwimu kwa ilipokuwa mwaka 2020 idadi ya wanafunzi hawa walikuwa wakiingia kwenye darasa moja, lakini sasa wanafunzi 45 tu ndio wengi wako kwenye darasa moja. Hilo ni jambo zuri, yani kila mtu anakuwa anajua kwamba hapa kuna maendeleo, kwamba tumepunguza wigo katika eneo hili. Kwa hiyo ndio tunalizi ni muhimu, na tukishindwa kama waandishi tuende tu, tu, kwa sosi husika, siambi kama tuangamini, ukimwendea hapo hapo atakupa atakupa sabudana, do, singi, singi, lakini, kumse, kwe, ni ni kwa sababu dana ndio msingi msingi wa habari, lakini isema kweli waandishi ni asemaniiag waandishi ni wasemaji kwa wasio na sauti, ni kweli kabisa. Lakini ukija kwenye, si kwa kila jambo, mana vitu vingine lazima ikasema. Waandishi tujiongeze, si kila jambo Unaweza ukajitangaza hadhara kisha kuchukua matokeo laba, alafu ukakaa ko, jamani, fulani kashinda. Inawezekana hilo, kuna sheria za uchaguzi na zina restrict, mamlaka yote yamepelekwa kwenye tume ya uchaguzi, kwa kwa afsa masburu. Maana hata ile kuchukua data mile, si kila mtu anaruhusiwa kuchukua data. Kwa hivyo, kama waandishi lazima kufahamu kwamba sheria ziko na ndio maana ukenda kwenye ibara ya kumi na nane ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya katiba ya Zanzibar ya mwaka themanini na nane hii ya Zanzibar bado inaeleza siku za hivi imeanza na maneno yaliyo wanasheria kama hapo, bila ya kukiuka sheria nyingine za nchi. Hiyo ndio sentensi ya mwanzo kwenye katiba, bila ya kukiuka sheria nyingine za nchi And at every person has the right of information, the right to see, receive, and impart information without it, regardless u haa naneno mengine kila mtu ana uwezo na uhuru wa kuchukua, kutoa, kupata habari, lakini mazo aa zimekuja bila kukiuka sheria nyingine. Sasa zitakuta hizo sheria nyingine ukiwa maandishi kuna sheria ya takwimu, kuna sheria ya takwimu. Sheria ya takwimu inakataza kutoa takwimu kwa mtu ambaye hahusiki. Umepata takwimu, lakini aliyekupa, si inakuzuia sheria ya takwimu. Sawa sawa na kudodosa, huwezi ukaenda kamdodoza mtu, na ndio maana ukiunganisha sheria ya kudodoza, ili upate fursa ya kumdogosa mtu lazima upate kibali kutoka ofisi ya makamu wa pili wa rais. Ndio maana watafiti wote watu wote wanakuja kwenye utafiti wewe ndani ya nje, lazima upate kibali kutoka ofisi ya makamu wa pili wa rais. Ukishapata kibali, ndio na mruhusu akija kwa mkuu wa wilaya na mwambia haya, katibu tawala kwa kumpeleka kwa mashina kumruhusu kwa sababu tayari ameruhusiwa, lakini yeye mtaani kwa sababu anakuja kwa dodo zake, haki ya kumdogosa mtu imekuwa restricted. Maana ukiruhusu kila mtu arudose mtu kumuuliza tabuni, kumuuliza taarifa za Samsung, si kihabari. Kwa hiyo kama wazi tunapata nako pia tuyafahamu. Mimi nadhani maswali yalikuwa ni hayo.